Kipo hai hadi, ma hadi mwezi Machi mwaka 2025 kina jumla ya wanachama wapatao 1545 kati ya walimu 3218 Uhai huo wa chama unatokana na, na mambo haya ya kuwatao yanayotendwa na chama moja chama cha walimu wilaya ya Lushoto kimefanikiwa kutoa misaada ya matibabu walimu wanachama pindi wanapopatwa na uhitaji wa msaada huo. Mbili, chama cha walimu Lushoto kimefanikiwa kujenga jengo zuri la ofisi kwa kutumia mapato yake ya ndani bila kupewa msaada wowote toka makao makuu ya chama. Tatu, chama cha walimu Lushoto kimefanikiwa kushiriki kwenye kliniki ya Mheshimiwa Rais Mama Samia iliyojulikana kama Samia Teachers Mobile Clinic, kupeleka walimu wapatao tisini ambao ni wanachama wa chama cha walimu. Pia chama hiki kinaendelea kushirikiana na serikali kutatua changamoto mbalimbali za kiutumishi zinazowakabili walimu. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na viashiria hivyo vya uhai wa chama wilayani hapa, ipo changamoto kubwa inayokisumbua chama, wimbi kubwa la wanachama wa chama cha walimu ukihama chama chao kuhamia chama pinzani. Sababu changamoto hii kutokea ni walimu kutokuwa na ufahamu wa kutosha kuhusu mfumo wa utendaji wa cha chama chao. Ndugu mgeni rasmi, mwajiri pia huwatoa wanachama wetu kinyume cha utaratibu wa kisheria na hata kuwaruhusu wapinzani wetu kuingia kwenye eneo la mwajiri kinyume kabisa na utaratibu wa kisheria. Naomba nirudie kidogo hapo mwajiri pia kuwatoa wanachama wetu kinyume cha utaratibu wa kisheria na hata kuwaruhusu wapinzani wetu kuingia kwenye eneo la mwajiri kinyume kabisa cha utaratibu wa kisheria. Pamoja na changamoto hiyo, bado wapo walimu wengi wanaoendelea kuwa na imani kubwa na chama chao na wanaendelea kukitumia chama chao kutatua changamoto. Ndugu mgeni rasmi, mbele yako ni hadhira ya wajumbe wa, wa mkutano mkuu wa chama cha walimu wilaya ya Lushoto. Leo wana kazi kubwa ya kuchagua viongozi wao watakaowatumikia kwa miaka mitano, yaani ishirini ishirini na tano ishirini thelathini. Ndugu mgeni rasmi, ni imani yangu kuwa kwa wajumbe hawa kuwa watatumia demokrasia yao na utashi wao kuchagua viongozi makini watakaosaidia kukiongoza na kukiletea mafanikio makubwa zaidi. Ndugu mwenyekiti wa CWT mkoa wa Tanga, pamoja na delegation yako ikiwepo katibu na jumuiya zako zote, natambua uwepo wenu e. Mwakilishi taifa natambua uwepo wako e. Katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya Lushoto ndugu mwenyekiti wa chama eh, CWT wilaya ya Lushoto, katibu wetu mpya pamoja na mama uliochaguliwa jana, hongera sana nitambue uwepo wa wote mliopo hapa meza kuu, lakini nitambue uwepo wenu walimu kutoka tarafa mbalimbali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeah, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia zawadi ya uzima, ametukutanisha mahali hapa asubuhi ya leo, kwa sababu tu wazima. Lakini pili, niwashukuru na kuwapongeza ninyi kwa kujitokeza kwa wingi huu, hongereni sana. <tune> Profesheni yangu ya kwanza ni ualimu, nilisoma Monduli TTC. na nikafundisha sekondari moja kwa muda wa miezi mitatu, lakini kabla kabla sija sijaondoka sija kabla ya sija, sija eh, miezi mitatu nilishafundisha mwaka mmoja huko nyuma kabla hapo nikiwa professional, lakini niko mwalimu. Kwa hiyo jina mwalimu, kuna wengi nikutana nao hata wakati nasoma, eh, niko chuo kikuu cha Dar es Salaam pale nikichukua masters Ndinakutana na mwanafunzi wangu naye anachukua masters huko mbele yangu darasa moja, akawa ninaambia shikamu mwalimu. Sasa sasa sahii sini wanafunzi wote bwana, lakini jina mwalimu halifagi. Kwa hiyo mimi ni mwalimu, na kuna kuna sababu moja tu ambayo hatuifahamu vizuri, kwa nini jina mwalimu halifi. Mwalimu, teaching is a cradle of all professions. Walimu ni mzazi wa taaluma zote. <laughs> nipigieni makofi yanayetosha taza <laughs> kusema taaluma ambaye zipita kwenye mkono wa mwalimu, na ndio maana walimu hawazeeki. Ukitaka kujua walimu hawazeeki, angalia wewe kama unakaribia kustaafu, afu tafuta mwalimu wako, kama hujamkuta yupo. Moja hawazeeki, mbili hawafi haraka walimu <laughs> huo hey, yeah, ndi kweli mwalimu, moja hazeeki, mbili hafi haraka, kwa sababu kazi anayefanya Eh, kazi anayofanya ni sadaka kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu, kwanza ya kuondoa ujinga kwenye vichwa vya watoto, lakini pili ya kuzalisha eh, taaluma zote ambazo zinamsaidia mwanadamu kuishi. Kama wewe ni uliozalisha mwanasheria, wewe ukazalisha daktari, wewe ukazalisha wanajeshi walinzi wa nchi, wewe ukazalisha viongozi kina DC, maana yake wewe ni mzazi wa kila kitu. Baraka za Mungu unazikosaji? Ndugu zangu walimu, tuna changamoto zetu nyingi ambazo mara nyingi tunaziweka mbele kuliko, kuliko baraka nyingine au fursa ambazo Mwenyezi Mungu mwenyewe ametupa. Tunapenda kuona udogo wetu wa mishahara, hali za maisha eh, na vitu kama hivyo. Tunasahau kwamba wapo wenye hali nzuri za maisha, mishahara mizuri wakifika miaka hamsini na tano sitini sukari presha nini, nini, o safari imeenda. Lakini hapa nikiwasimamisha walimu wazee nikawauliza, hivi walimu wenu kule kijijini wapo? Watasema wapo. Kama Magufuli, akiwa rais alikutana na mwalimu wake mzee. Jakaya akiwa rais ameshastaafu, anakutana na mwalimu wake. Yeye mwenyewe amestaafu, anakutana na mwalimu wake. Walimu wanaishi, na mimi natamani kubakia na kariera ya walimu hivyo isiondoke haraka, ili nisije nikachoka mapema. Na mimi ndugu <laughs> zangu walimu, walimu wanaume mpo? Walimu wanaume mpo? wana saikolojia wanasema hivi, uwezo wa mwanaume kuconcentrate kusikiliza alafu akabaki na mambo ya msingi ni dakika tano. Sio mimi ni mwana saikolojia. Dakika hizi hapa hapa tayari wamesha ongea watu wengi sana, hata nikijifanya naongea muda mrefu hamtanielewa. Mtanielewa walimu wa kike tu, walimu wa kike, ndivyo aruma tulivyo. Hata wewe pale nyumbani ukifika, baba ameingia, ukaanza unataka sukari, mchele, ada ya mtoto, unajua jirani anakuzia, dakika tano. Baada ya hapo, unaona yuko busy naweza kuangalia simu, angalia maua, ndio saikolojia inaosema. O, sitashuka muda mwingi, kazi yangu ni kufungua nikuwafungulia, ili mwendelee na uchaguzi. Lakini niwapongeze kabla sijafungua, niwapongeze tu ambayo mnamaliza muda wenu. Ndugu zangu, uongozi uongozi unatoka kwa Mungu. Ninaamini sisi sote hapa ni viongozi na wote tuna uwezo mzuri wa kuongoza lakini yule atakayechaguliwa leo ni yule ambaye Mungu ameamua awe. Walatini wanamsema wanasema vox populi vox dei, maana yake sauti ya Mungu ni sauti ya watu, sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo sauti yenu leo hapa, sauti yenu itakayotoka na kuchagua nani awe kiongozi ndio sauti ya Mungu. Kwa hiyo tunaamini kwamba huyo mtu Mungu amemchagua, lakini mtuchagulie viongozi wazuri, viongozi wenye sifa za uongozi, viongozi wanaoweza kuwaunganisha ninyi wenyewe mkawa kitu kimoja, viongozi wanaoweza kuwa kiungo kati ya chama cha walimu na serikali, viongozi wanaoweza kuwa viungo kati ya chama cha walimu na vyama vingine. Katibu ameongea vizuri sana hapa, akasema ninyi mlianza kama jumuiya ya Chama cha Mapinduzi, mlianza kama jumuiya na baadaye mka advance kwa connection kati yenu ninyi na Chama cha Mapinduzi haijafa na haitakaa ife. Chama cha Mapinduzi ndicho kinachounda serikali, kwa connection kati yenu ninyi na serikali haitakaa ife. Chama cha walimu ni sauti ya walimu. Mnahitaji kuwa na kiongozi ambaye anaweza akawa e, akaunganisha vyama vingine na serikali na akawaunganisha wanachama ninyi wenyewe, ili yule shetani anayeingia hapa na kuanza kuwagawa na kuwapeleka kwenye vyama vingine asipate nafasi. Tuchagulieni kiongozi ambaye hana misimamo mikali ya kidini, kwa sababu hatuhitaji viongozi wa dini hapa. Viongozi wa dini tunao. Ambaye hana misimamo mikali ya ukabila ulushoto, eh, wako viongozi wana ulushoto. Tuchagulieni viongozi ambao hawana ulushoto, hawana ukabila, hawana udini. Nilienda shule moja nikakuta watoto wakike wamekaa upande wao na wakiume wamekaa upande wao. Nikauliza, hii madrasa gani sasa? Nayemuulizani hanielewi, anasema hii darasa la pili. Naambia hii madrasa gani? Natafuta jina la madrasa, kumbe ni shule. Imani za dini zimeingia mpaka unagawa watoto wa kiume na wa kike wasikae pamoja.